Baada ya kugundua kwamba liko tatizo, limeamua kuchukua hatua zifuatazo kwa kumwelekeza katibu mkuu. Moja ni kuwasimamisha wale wasimamizi wetu wa mizani wa mizani wa hii tunaita T1 barabara nzima ya kuanzia Tunduma mpaka inafika pale Vigwaza nimeamua kutoa maelekezo ya kuwasimamisha wote hawa walio waliokuwa kwenye shifti kwa siku ile, wakati tukio hilo linatokea. Na kwa nini nimewasimamisha? Ni kwa sababu uh, tumefanya hivi kwa malengo ya kufanya uchunguzi, ambapo tumekwisha kuunda timu ya uchunguzi ambayo nimemwelekeza katibu mkuu uh, timu hii iundwe na tayari imekwisha kuundwa kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa kuanzia kule ambako gari iliingia katika nchi yetu mpaka kufika katika tukio ambako limetokea, uh, ili tuweze kuwa na uchunguzi huru uh, wa mwenendo, lakini vilevile tutatazama na mengine yanayoendelea katika mizani yetu hii. Timu hii itawahusisha um, maafisa wa serikali ambao tunaamini kwamba watafanya kazi hii kwa haki na watafanya kazi hii kwa weledi mkubwa kabisa. Na hii timu pia inaweza kutuletea mapendekezo mengine, na hatua zaidi za kinidhamu zitachukuliwa dhidi ya wale wote ambao wataonekana kuwa wamefanya vitendo au wamekuwa na vitendo visivyoridhisha. Lakini niseme tu kwamba baada ya kuwasikiliza e, kwa makini sana wataalamu wetu na kwa kuchukulia historia, sote tutakubaliana tumekuwa na matatizo yenye kujirudia kwenye eneo hili la mizani, na kwa sababu kuna hili tatizo lenye kujirudia rudia miaka nenda miaka rudi, hadi kwamba mtazamo wa Watanzania walio wengi kuhusiana na mizani umekuwa ni mtazamo hasi. Mara baada ya kuwasikiliza wataalam, nimegundua kwamba kuna human factors. Mizani yetu inaendeshwa na wanadamu na mambo yamekuwa ni mengi sana huko, lugha zinalalamikiwa, lakini vilevile vile wako wengine wachache baadhi yao wasio waaminifu, na kwa hivyo kumekuwa na malalamiko ya vitendo vya rushwa. Nimewaagiza TANROADS, haraka sana waanze hatua za kubadilisha mifumo yetu ya uendeshaji wa mizani. Dunia imeendelea sana hivi sasa hivi tunasisitizwa, tuna, tuna, tuna, tuna kwenda na teknolojia. Kwa hivyo nimewaagiza haraka sana watangaze eh, kitu tunasema expression of interest, watu waje na technology technology ambazo ni automated, ziwe ni automatic badala ya watu kucompromise kwenye vituo, binadamu na binadamu wanazungumza, binadamu na binadamu wanazungumza, mambo yanakuwa ni mengi sana.